Kwa kina. Mimi ni Agnes Mbapu. Tuanze na yaliyojiri hii leo nchini, kisha tutajiunga na waandishi wetu wa Hadubini kwa habari kwa kina. Serikali imeunda kamati maalum ya kutafuta ufumbuzi wa swala la uchimbaji wa madini wa, ya Tanzanite katika eneo la Mererani mkoani Manyara ili kuondoa uhasama kati ya wachimbaji wakubwa na wadogo. Kaimu Kamishna wa Madini Ali Samaje akizungumza mara baada ya mkutano wa wachimbaji wakubwa na wadogo katika eneo la Mererani amesema wachimbaji wamekutana ili kuhakikisha sheria zinafuatwa. Sichelela Kongola ameandaa taarifa zaidi. wachimbaji wakubwa na wadogo wa madini ya Tanzanite katika machimbo ya Mererani yaliyopo wilayani Simanjiro mkoani Manyara, ambao wamekutana kwa lengo la kuwekana sawa na kutafuta ufumbuzi baina ya wachimbaji wadogo na wakubwa, kuacha kukutana chini ya ardhi ambao wao huita kutobozana mara baada ya wa wachimbaji hao madini kukutana na kukubaliana. Kaimu kamishna wa madini mhandisi Ali Samaje amesema wachimbaji wa madini wanatakiwa kufuata taratibu zote za uchimbaji ikiwa ni pamoja na kuheshimu mipaka ya uchimbaji. E, unapokuwa umepewa leseni, kila moja ana mipaka ya leseni yake, na ndiyo maana tunaweka mpaka e, e, e, coordinates kwenye kila leseni. Kwa hiyo kimsingi wachimbaji wanatakiwa wachimbe kwa kufuata utaratibu huo e, e. Kwa hiyo ya Mererani sasa ni kwamba kila moja anatakiwa chimbe kwa kuhakikisha kwamba anaheshimu mipaka ya leseni yake na, na asiweze kwenda kumwingilia mwingine kwa sababu anapokwenda kule anamkuta kwea na plani zake, akiingia kule ni rahisi kuweza kuchimba bila kuwasiliana na hivyo kuweza kudhuriana. Mkurugenzi mwenza wa kampuni ya uchimbaji wa madini ya Tanzanite One, Faisal Shabat, ambao ndio wachimbaji wakubwa wa madini ya Tanzanite katika eneo hilo, amesema upo muhimu wa kutekeleza maazimio yaliyofikiwa na kamati hiyo ambayo imefanya vikao kumi na nane mpaka sasa kufikia uamuzi huo. Ni vyema kila mmoja akatambua leseni yake aliyepewa na achimbe katika leseni yake, ambaye serikali inamruhusu yeye kufanya kazi yake ya uchimbaji tofauti na, na hiyo, hamna kitu chochote kitakachoweza ku, ku, ku, kuvumiliwa. Kwa hiyo utii wa sheria ni muhimu sana. Kaimu meneja wa Stamiko Zena Kongoi amesema maazimio ambayo yametolewa yanatakiwa kuheshimiwa ili kuleta suluhu ya matatizo ya muda mrefu baina ya wachimbaji wakubwa na wadogo. Yanaenda kufungua ukurasa mpya ambao tunaamini kabisa kwamba utaenda kuleta suluhisho katika matatizo ya muda mrefu. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba wahusika wote, wadau wote ambao wanahusika, kila mtu afanye nia tuwe na utashi kuhakikisha kwamba tunayatekeleza kwa vitendo, kwa sababu kikubwa zaidi ni katika kutii sheria. Baadhi ya wachimbaji wakubwa na wadogo wa madini ya Tanzanite katika eneo la Mererani wamesema watafuata taratibu zote ambazo zimetolewa na kamati hiyo, ili kuweza kuchimba madini hayo na kuliongezea taifa pato. ambiwa kwamba mipaka iheshimiwe, e, na unapoingia kwa mchimbaji mkubwa kwa sababu ana leseni unapaswa kufuata masharti yao, kuna mkataba. Na wameona mkataba ni suluhu ya migogoro ya wachimbaji wadogo. Sawa so, migogoro ya wa wachimbaji wadogo imedumu miaka mingi, tuna nini solution? Solution ni yule atakayevuka kwenye mpaka akiingia kule, akaandike mkataba na wale wenzetu ambao wana ile kampuni wachimbaji hao madini wakubwa na wadogo wamesema huenda kamati hiyo ikawa ndiyo suluhu ya kudumu katika kufanikisha uchimbaji wa madini ya Tanzanite ambayo hupatikana Tanzania peke yake. Sechelela Kongola, TBC1, Arusha.